islands are the most beautiful hapa, tutumia fursa hiyo tukafanya Zanzibar kuwa ni hub ya mawasiliano. Kwa nini? Kwanza tunaenda kuanzisha mji mshukuru sana, mshukuru wa Tehama kule Fumba. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, tayari amepatia shirika la mawasiliano Zanzibar hekta uh, sabini na moja za kwa ajili ya kutengeneza mji wa Tehama. Mji wa Tehama utakuwa ni full smart city. Yeah, ukienda pale ukionesha tu jicho lako hili basi, kama ni geti ile itafunguka. Eh, kama utakwenda dukani, everything will go, itakuwa practiced kwa electronic. Kwa hiyo mji huu wa Tehama utakuwa una real estate, yule utakuwa kuna maduka, utakuwa kuna data centers, lakini tunataka tukafanye pawe makao ya makampuni makubwa ya mawasiliano uh, ya dunia kwa upande wa East Africa. Eh, uh, kwa mfano kuna makampuni kama Facebook, Microsoft yako nchi nyingine hivi sasa, na kuweza kuja kuwekeza Tanzania. Lakini tunataka tujenge mazingira rafiki ili tuyashawishi kwa East Africa makazi yao yawe Zanzibar. Na kazi hiyo tayari imeanza, kuna wawekezaji ambao tunafanya nao kazi kwa upande wa PPP, kwa mfumo wa PPP <coughs> ambao wako hapa nchini, na tumeanza kutekeleza kuelekea kwenye lengo hilo kwa hiyo baada ya serikali ya awamu ya nane kuingia madarakani ikaona changamoto hii iliyopo ambayo e, kwa kiasi kikubwa ilikuwa e, haiwezeshi utoaji wa matibabu e, wa kisasa e, tukaonelea sasa kwamba kila wilaya iwe na hospitali ya mkoa. Kwa hiyo zikajengwa hospitali kumi mpya za wilaya. Hivi tunavyozungumza tayari kwenye bajeti ya fedha, mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita baadhi ya hospitali tayari zimeshaingiziwa zimepangwa kujengwa kupitia fedha za miradi ya maendeleo za bajeti hiyo, na hapa nazungumzia hospitali ya mkoa wa kaskazini ambayo itajengwa Mahonda na hospitali ya, ya mkoa wa kaskazini Pemba, yani Wete hospital zote mbili tunategemea bai mwaka huu, ujenzi wake utaanza. Kazi iliyofanywa hapo katika kipindi cha miaka minne kwenye sekta ya elimu ni kubwa sana. Hili ni suala kwa kweli la kushukuriwa sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baadhi ya Mapinduzi kwa mkazo aliotoa kwenye sekta ya elimu. Kubwa imefanyika kama ulivyosema mwenyewe, ukitoka majengo unayaona mengi, na sisi hatujengi jengo la skuli, tunajenga skuli ina maana kuwa skuli iliyokamilika. Ukienda skuli ambayo umefungua utakuta kuna so, kila kitu kuna furnitures zilizokamilika kwa madarasa yote, kuna computers, projectors, kuta mle maabara zilizokamilika, so na vifaa vyake vyote na walimu na mazingira mazuri kabisa. Target ya serikali ilikuwa ni una changamoto kubwa tulikuwa ya msongamano mkubwa wa wanafunzi darasani, lakini skuli nyingi zilikuwa zinakwenda dafushi asubuhi na mchana. Kazi kubwa imefanyika katika kuhakikisha tunayoondoa hayo katika kipindi cha miaka minne iliyopita, na tulikuwa watano, sasa hivi tumejenga jumla ya madarasa 1810 hii ni spidi kubwa sana. Kizama, ile ilani ilikuwa inatuelekeza kwenye madarasa 1000 na ila ni ambao tumemaliza ambao elfu moja ilikuwa ya msingi na mia tano ilikuwa madarasa ya sekondari tumejenga madarasa elfu nne mia nane na kumi.